Katika kipindi hiki maalum nitaongelea kuhusu kubadilisha hali ya kisukari. Kwanza kabisa, kumbuka kuna aina tofauti za kisukari, na kisukari aina ya kwanza, kwa sasa, hakiwezi kubadilishwa. Kuhusu kisukari aina ya pili, ndiyo, kinaweza kubadilishwa au kuwekwa katika hali ya kutotokea tena, lakini tu kama utakuwa makini sana katika miaka ya mwanzo baada ya kugundulika na kisukari aina ya pili. Inawezekanaje kufanyika? Kama utafuata lishe kali na ukifanya hivyo chini ya uangalizi wa mtaalamu wa lishe, daktari bingwa wa homoni au daktari mwenye uzoefu, unaweza kufanikiwa kuweka kisukari chako aina ya pili katika hali ya kutotokea tena. Hivyo basi ni lishe, mazoezi na mtindo wa maisha vinavyoweza kubadilisha kisukari chako aina ya pili. Zaidi ya hayo, kumbuka kuna dawa fulani ambazo zinaweza kusaidia katika mchakato huu. Na mwisho kabisa, lakini sio kwa umuhimu, kuna upasuaji wa bariatriki ambao pia unaweza kusaidia kubadilisha kisukari aina ya pili.